In person person in, nimemwita kwa simu ndugu Mohamed Mustafa Yusufali In person, na amekuwa akiniambia yuko South Africa kwa ajili ya matibabu. Nimemwita zaidi ya mara kumi kwa messeji na kwa simu. Ilipofika wiki fulani mbili, nilimweleza kwamba ninampatia only five days then akishindwa tena kuja hapa katika ofisi hii, taratibu zingine zote za kisheria zitaendelea. Na ndugu Mohamed Mustafa Yusufali amekuwa ni mtovu wa nidhamu wa kutumia majina hata ya familia Mheshimiwa Rais kinyume na utaratibu, kwa kuichafua na kuchafua viongozi wengine. Bado mbele yenu waandishi wa habari, natoa tena siku tano kwa Mohamed Yusufali aje mwenyewe, kama alivyoitwa kwa mkuu wa mkoa na kwa jeshi la polisi. Atakapofeli, tutatumia kila njia iliyo ya kihalali na ya kisheria kumleta hapa nchini, kama yuko nje ya nchi. Tunafanya hivi, ndugu zangu, ili tusiwe viongozi wa kurupukaji. Tunapofanya maamuzi, pande zote zisikilizwe, pande zote zionekane, ili mambo yote yaweze kuisha kwa mazungumzo na katika njia ambazo ni halali. Siku ile baba Bounce amekwenda alikuwepo nchini the moment ameona mambo yanakuwa magumu hayupo tena nchini kwo nitoe onyo kwa wale wote ambao wanahusika na masuala ya kujichukulia sheria mkononi na hata hawa ambao walihusika nimepata taarifa kutoka jeshi la polisi kwamba taratibu za kisheria kali dhidi yao zinaendelea in personal, in personal. Nimemwita kwa simu ndugu Mohamed Mustafa Yusufali in person, na amekuwa akiniambia yuko South Africa kwa ajili ya matibabu. Nimemwita zaidi ya mara kumi kwa message na kwa simu. Ilipofika wiki fulani mbili, nilimweleza kwamba ninampatia only five days then akishindwa tena kuja hapa katika ofisi hii, taratibu zingine zote za kisheria zitaendelea. Na ndugu Mohamed Mustafa Yusufali amekuwa ni mtovu wa nidhamu wa kutumia majina hata ya familia Mheshimiwa Rais kinyume na utaratibu, kwa kuichafua na kuchafua viongozi wengine. bado mbele yenu waandishi wa habari, natoa tena siku tano kwa Mohamed Yusufali aje mwenyewe kama alivyoitwa kwa mkuu wa mkoa na kwa jeshi la polisi. Atakapofeli, tutatumia kila njia iliyo ya kihalali na ya kisheria kumleta hapa nchini kama yuko nje ya nchi. Tunafanya hivi ndugu zangu, ili tusiwe viongozi wa kurupukaji. Tunapofanya maamuzi, pande zote zisikilizwe, pande zote zionekane, ili mambo yote yaweze kuisha kwa mazungumzo na katika njia ambazo ni halali. Siku ile mabans amekwenda, alikuwepo nchini, the moment ameona mambo anakuwa magumu, hayupo tena nchini ko nitoe onyo kwa wale wote ambao wanahusika na masuala ya kujichukulia sheria mkononi, na hata hawa ambao walihusika, nimepata taarifa kutoka jeshi la polisi kwamba taratibu za kisheria kali dhidi yao zinaendelea.